Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu wapenzi wa kriku za Babu Haji soda yengeni, nawapenda sana leo e, nawaletea kitu mzuri kabisa kwa wale wanaohitaji masaala ya kupata kupata mali e, kupata utajiri kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anatoa na Mwenyezi Mungu yeye ni mkwasi, Mwenyezi Mungu ni razak, Mwenyezi Mungu ni fatah, Mwenyezi Mungu ni latif, Mwenyezi Mungu ni nur. Kila jambo ukimtegemea Allah Subhanahu wa Taala unaweza kufanikiwa kiasi kikubwa kabisa. Na hata kwa wale ambao uh, watasema mbaya mbaya, basi, inshallah eh, Mwenyezi Mungu anaweza kuwarudisha nyuma chao akakupa wewe inshallah. Leo eh, ninakupa eh, maajabu ya barahatii katika kupata utajiri maajabu ya barahatii katika kupata utajiri utapata kwa njia gani? Allahu aalam, mjuzi zaidi ni Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalal. Lakini njia hii ni mjarabu kabisa, ila sasa unaweza ukatokewa na kitu chochote, usiogope, bali wewe kuwa uh, straight katika jambo unalofanya basi, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi kabisa tena eh, sana. Asante sana. Njia hii ya kupata utajiri ni njia ambayo ninakupa, inahitaji ucha Mungu, inahitaji uwe na imani, inahitaji wewe mwenyewe unaefanya uwe msafi na mahali unapofanyia ibada hiyo pawe pasafi, na pia kuna kuna kuna zoezi moja ambalo linakuwa ni ngumu kidogo linakuwa e, ni gumu kidogo kwa kwa kwa kwa kwa kwa watu, linakuwa e, ni gumu kidogo kwa watu, kwa sababu e, kuna vitu ambavyo hutaki kuvila ndani ya siku hizo unazokuwa unafanya ibada yako hiyo, na pia vile vile kuna vitu unatakiwa vifanye katika e, ibada yako hiyo. Utafanya namna gani? Basi, inshallah e, tuko pamoja na tutaendelea kuwa pamoja mpaka mwisho, nitakuelewesha utaelewa vizuri kabisa. Asante sana, asante sana. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, Mwenyezi Mungu atufungulie kila e, palipofungwa. Wanasema shari min Allah khairi min Allah, sio? Unapata jambo baya, unaanza kumtusi na kutukana Allah subhanahu wa ta'ala, bali unatakiwa kusema alhamdulillah, kwa sababu huenda ukawa e, ni mtihani kwako Asante sana. Unafanya namna gani, e, ili kuweza kupata e, mali e, kupata utajiri kwa kutumia majina haya ya barahati? Lakini ndugu yangu, kama una moyo mdogo, zoezi hili usilifanye, maana lina mikiki mikiki na mitihani yake ni mikubwa kabisa. Lakini kama una roho ngumu Eh, basi fanya majambo haya utaona maajabu eh, kabisa insha Allah taala. Msoda yangeni msoda yangeni, kwanza kabisa unatakiwa uh, uwe uh, safi mwili, nguo na mahali unapofanyia uh, ibada yako hiyo na pia vile vile uh, hakikisha usire chenye roho kama vile kanyama, uh, usire kasamaki, usire mayai uh, chakula chako inatakiwa uh, ule vyakula ambavyo kama vile nafaka uh, mahindi mahindi haya maharagwe mboga za majani kaugali, katonge nyama unakaacha, katonge nyama unakaacha. Inatakiwa ujidhikishe ndani ya siku arobaini, lakini kama utafanya kwa dhati kabisa, basi uh, sidhani kama siku arobaini zitafika. Kwanza, sharti lake inatakiwa uswali swala zote tano Pili, mavazi yako yawe nadhifu muda wote. Tatu, hutakiwi kufanya mambo ya upendo ndani ya siku arobaini ya hapo. Sasa mtu mwingine akwambia, ai, bora kuacha kula nyama, jameni, bora kuacha kula masamaki takati miji taata mamlenda, lakini kuacha kuparula <laughs> ni mchezo mzito hii. Kama utashindwa kuswali, unajua hii sio kwa waislamu tu, hata kwa mkristo unaweza ukaifanya. Haya majina ya barahatii, cha ajabu hayakatai mtu. Haya majina hayakatai mtu yeyote, yanakubali mtu yeyote. Ehe, ukishatimiza masharti hayo, ndani pawe pasafi, uh, wewe mwenyewe uwe msafi basi utaanza kusoma uh, utaanza kusoma siku arobaini na moja. Utasoma lile jina la kwanza, eh, utasoma jina la kwanza kila siku, birahati birahati. Usiseme barahati, kwa sababu yanaitwa barahati, lakini usiseme barahati, sema birahati birahati karirin karirin bira hati, bira hati, karirin karirin birahati birahati birahati karirin, karirin, birahati birahati. Unasoma jina la kwanza na jina la pili. Haya majina yote yana wahudamu wake, lakini unapoyasoma yote mawili, huo ni utajiri wa bila kupingwa. Fanya halafu lete majibu hapa hapa YouTube ili kama ni kunisuta unisute, fanya alafu leta majibu na dua. Tuko watu, tuko watu elfu ishirini na tano na point, tumekaribia kufika elfu ishirini na sita nadhani. Kwa wale mtakaofanya majibu e, mtanipa majibu ambayo yako sahihi kabisa e, kabisa utasoma jina la kwanza na la pili kwa muda wa siku arobaini na moja, lakini kila baada ya kipindi cha swala. Maana ya kusema swali swala tano, ina maana kila inapofika wakati kwamba huu ni wakati wa kuswali, basi shika udhu au oga, kuwa msafi, ingia katika chumba chako unachofanyia, au kama ni msikitini, au kama ni nyumbani, basi soma majina hayo, barahatii barahatii Karirin, karirin, birati, birati karirin, karirin mala ee, mia moja. Soma hivyo basi, kisha endelea na kazi zako, na kesho tena hivyo hivyo, kesho kutwa tena hivyo hivyo. Lakini unaposoma ile, labda kama baada ya swala unasoma hayo mia, usiku unakaa kitako, kama ni udi wako mzuri safi choma udi, kama huna udi tumia ubani basi, soma majina hayo mara elfu moja bilati, bilati karirin karirin bilati bilati karirin karirin gwerati bilati karirin karirin mpaka mara elfu moja. Sidhani kama utazifikisha siku saba kabla hujatokewa na kiumbe kiumbe ambaye atakuja, uh, kukupa kwanza amsha amsha E, amsha amsha ili uweze kujua kwamba kweli hapa sasa ninachokifanya ni kweli, ninafanya kitu ambacho e, nimedhamiria. Kama utakuwa muoga, unaweza ukakimbia . Siku saba zinazofuata utaanza kuijiwa na vishawishi. Siku saba zinazofuata vinaweza kuja vimdada vinataka mfanye mambo ya upendo. Eh, basi ukiwa mroho eh, ukiwa mroho kama <laughs> rafiki yangu mmoja hivi yanaitwa Mzee Masikio. Ukiwa mroho namna hiyo, basi utakosa kila kitu, lakini ukifaulu na hapo, basi wiki ya nne, wiki ya nne eh, unaweza ukapata mzigo wako au unaweza ukapata ni namna gani utaweza kupokea unachokihitaji. Au unaweza ukapata ni namna gani ufanye ili uweze kupata unachokihitaji. Na unachokihitaji, kama unataka kiletwe moja kwa moja, basi hilo linawezekana kabisa. La kusoma ni jina la kwanza na la pili katika Barahatii, jina la kwanza na la pili na pia unapofanya e, ibada hii ukitaka sasa kukaa kikao chako kile cha usiku, kwa sababu kile ndicho kinachotisha yale. Yani majina yako uwe nayo umeandika kwenye kikaratasi, unayafunga mkono huu hapa wa kulia, unakuwa nayo kama azma. Inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, tupate miongoni mwa waliopata e, riziki ya halali. Allahumma razaqni rizqan halalan tayyiban aelewa vizuri. Mwenyezi Mungu aturuzuku e, riziki iliyokuwa ya harari. Riziki yako inatoka namna gani? Itatokea wapi? Mwenyezi Mungu ndo mjuzi, lakini ayofanya haya, utanipa majibu na utaona maajabu yaliyokuwa makubwa kabisa, fi idhnillah inshallah taala. Asante sana kwa kunisikiliza na asante kwa kupoteza muda wako kwa ajili ya kunisikiliza mimi, ila natokupa nakupa, ni kitu ambacho ni faida wewe kizazi chako na kwa baadaye pia, nachokushauri masomo yangu unaandika, video download, weka video yako pembeni, kama unatumbukiza ka una unatumbukiza umo, umo, ili kusudi wewe unasikiliza taratibu huku unaandika. Asante sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu atufanyie taafifu, atufanyie pesa pale panapokuwa na uzito wa hadha. Salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh